Zifuatazo, hmm, ni tabia za wanawake ambao hawatakiwi kuolewa. Hawatakiwi. Yani, wewe ukioa mwanamke ana tabia hizi, hmm, yani wewe ujue kuisha, kuisha, kuisha. Namba moja mwanamke ambaye, hmm, anakunywa bia mpaka analala baa. Huyo, hmm, mwanamke usioe, ukioa wewe ishagavisa hey. babababangineila ada lababili tabia, ukiona mwanamke ana tabia ya kupenda dundo, ya kupenda muziki vigodoro, baba, achana naye. Ukioa tu umejichanganya. Angaika kwako kote mm. Lakini usioe mwanamke ambaye singomaza huyo, ah, ni mke wa mtu. Ukioa chochote, ukioa singomaza, wawili kama una bizi oa na, na ukioa kitakachokufuata yani wewe ni Meisha, umekwisha habari yako. Ukiona anampigia mwanamke simu apokee, na akipokea angambia nilikuwa bize na mambo yangu Baba, acha an angalia hata kujali akujali mwanamke so, ambaye kujali mwanamke wa aina hiyo yani wewe uf, kama unapiga, piga isha, lakini unaifanya wewe ndo shirikani sana. Yaani nakwambia baba, kitakachokukuta, yaani wewe ni kuisha mali yako. <laughs> Mwingine anayefuata, anaeatae mwanamke ambaye kipindi amjaoana akisema ana shida mm. Ukimwambia ya shida yako ndio uwezi kutatua yeah. Ukimwahidi siku hujatimiza ahadi mm. Hujapata ya kumpa au kanuna mm. mm. Na ku block anafanya, yani yeye hataki masuala no, no, no, no, no, no. Eh, yeah. Na wewe ndio sababu una hela huyo mwanamke yeah. Usioe lady flag hizo. Ukioa mwanamke huyo ba wewe ndio atakufuata wewe una uo, wa, uwe, umwe, yani ni kuisha habari yako.